Nashukuru Mungu siku ya leo kuwapea habari hii kwamba Muluya ametumika kwa siku nyingi akiitwa mashemeji. Huyo shemeji amekuwa akituita shemeji, hata si tumewaawa kabila zingine na hatuwaiti mashemeji. Tunaambia mashemeji leo kura yetu ampati. Mmetusoea, tumewapea viti vyote hapa Ruaraka, bado mnatunyanyasa muna, hakuna pasari mmetupea mumegawana vitu vyote vya MP na bado munatuita mashemeji. Tumempea mpaka wakike zetu, munatuita mashemeji. Tunawaonya, tunawaambia kura inayokuja musijaribu kupita mbele zetu, maana tumekundua nyinyi ni walafi, nyinyi hamuwezi peana chochote, nyinyi ndio bure kabisa. Ndio sababu Waluhya wote tumekuja pamoja, tukasema hata ikiwezekana kura yetu ikienda kwenu iharibike maana mmetusoea. Namaliza na kusema, Waluya tumekaa chini tukaamua hivi, tunachakua Mluya. Mluya mahali uko, kura yako weka kwa Mluya mwenzako, usijaribu kuharibu kura kwa kupea huyu mtu. Anakudanganya ni shemeji, na hawezi kupea pasari, hawezi akakusaidia mtoto wako kwenda hata nje, hawezi akakumbuka kwamba unaishi. Ninawaomba Waluya wenzangu mahali mliko mahali munaweza kuwa mmesimama, mumesimama mukenitazama kwa hiyo runinga, kura zenu mupe muluya, kuanzia juu muangalie muluya yuko, muweke kura zenu. Asanteni homera bananga lilianepiche rurama hare not ruwaraka kwa niaba yabaluyya bosi esayino khwekomba sana khube nende muluyya mwenye anyala khuwulila malalamishi kabandu barangirwe mbu mulu mulembe unit ah uh, kwa nyaba yabaluyya abaluya khwarumikhilwa sana abaluya kkhola cha chikasii chibi efwe nifwebamedi efwe nifwe bawachiman abaluya kushikwa mukono nengumu kwasababu banala omundu olangilwe muluya niwakukuvukisha tu tungambo so mara mingi sana fwe khurumikhilwa lakini esayino mundu olangilwe omundu ya wikhaya yasimawuwamuile it is a must hanefo nefwe khulolekhe kwasababu hata sisi khuli nende uwezo ama we have kapabiliti yokhuvuka ama yokhola ama yokhuwongoza so kwa kwanyaba yamulembe yuniti esekamalilian ndakhabola mbu wale viongozi esayino abekhupila debe barakhechukhila khwabatile omukhono banyola endebe bakhola ambeliyawo barakhasukhanao mundu olangile muluhya ta obwakhuli nabo muno bakhwenya khubatile omukhono bola muchiofisi khandi nabo bakhutile omukhono khwenya chikasi abana befwe benya basome khwenya khube nende maendeleo kama msiyama sino khwenya khunyole omundu onyala khutila omukhono khunyole kata ebasi yokhukhonya wakati wa maneno kadha na kadha not generally li amasika konyene ta we have a lot of things kufanya kama mulembe yuniti kwaifyo omuluyiya wosi wakhutila omukhono abe ni MCA abe ni MP abe niwina khwenya khutila omukhono khumanyile khukhutilanga omukhono nawe utarudisha mukono khurakhonya chamo che-ambeliala wakhalya wakhomela nuwibiila bandu bandi ta orachiamba liyala niwakhanyolesya wenyanga nofwana khandi solomakho lluya ta wicha muofisi noreba musimu wino ni khugeti uyo niwina lwobollanimwafula noba ni wanyono mbola apana mbole sindiyo ta andiye ti uko ifwo iyo khuli nayo kama baluya we are self-centered na mi naomba waluya tubadilike kwa sababu khurachenjesa ino nekhurayinya chingufu nekhuraurumikila bweyangu buno bulayi ta tutabaki palepale khulasikala pale. chaalaalaala miaka nenda rudi sipe. muluyo muluyo muluya kwa hivyo muluya yosipe mwesipe amuli khweoganayise bulayi rawundi khandi nefwe lekha khusinjilekho kama ni ngumi kama ni nini lekhachabe yibo benye kitakuja lakini at least khubekho nda khongondakuole nenyanga khuchende namunye munjila yendala na shibuni shichilanga kabisa nenenya khuchende enjila yendala nenyanga for the first time baluya bamenyanga madhare north baluya bamenyanga khali ruaraka baluya bamenyanga nairobi yosi bamanye ematunda ni ubwongozi nesyina ya khukhabasa bandu bukhu khulondanga bandu enyuma mundu nakhisa nende ekonvoy yee yesiasa imikutano khucsi nekhusa khubalondanga enyuma nukhwimba nekhusyeba lobaranganga khukaba ekeki ni bakhanyola emesa yabakabanga ekeki ama ni location ni kitu kidogo sana eh ambapo Niba Ni bandu mwikhale halala community, ile kitu ambayo iko pale ni ya kutosha kila mutu, lakini sababu kuna mutu fulani ambaye anajipenda sana, ama kuna watu fulani ambao wanajipenda sana, wanajaribu kufanya nini, kutoa watu wengine. Kwa hiyo meza isaenu makhuba ka registration kaendeleyanga nabo bora nanabobora molman nende bishopu Anthony nimbora tafadhali madhare north khunende baluya banyeshi saidi baluya banyeshi sana nibakhunyala khuchenda in every uh, area because madhare we have three areas area one area two area three khuchelise khumobilayisa baluya abo bosi khubalere halala ekura yeru for the first time khurekhu mushikapu shalala sababu khusekhwangwa nakhusekhwangwa sababu benekhwenyanga khusekhwa sikhwenya khwipanga taa tusipo chipanga sisi wenyewe hakuna mtu atakuja kutu kutupanga manyalo waboranga ekurayakhosakho 2027 nibo Ni khulachenda halala yene nyero mane nze nabora madhare ekura ibirisanga MCA muca syina ekura yumunyolo tawe ekura ibirisanga MCA wa madere no? ikora yero yeru mundu muluya sababu khukabanga tse ikora zero bana beru nomo yanza niba mwenyanga bwongozi niba mwenyanga shina maendeleo kose kamwenyanga maendeleo kanyolekhanga khubirira mulishina mutsikura numbers mulolanga khali mulolanga khali bandu banyoloyaba basili khunyola ko oh, bwongosi taa lakini because of their numbers maendeleo kamenya ka sahena ibunyole yo simulolanga mihanda chilombwangwa chistadiumu chilombwangwa airport apor chilombwaene because of their numbers so ata sisi tukitaka tupate maendeleo yetu kama waluya khucheliche khuraa our numbers in one Basket. enamba oli makosa mumolome syindu syamalika monzu muno malika kawo kanyolekhanga lakini nobulayikhandi khwipanga sindio kenyikhananga khwipange khali musakhulo abaresa nonoyu yalieyipanga syabola sevetw hos Mm-hmm. babe bamurea yapanga so Bana beru na nyanga kuchende halala That is my biggest plea. Na <laughs> nyanga kuchende na namunye halala muchende muzi area iti yosi mumobilize bandu beru baluya bosi bize shenza akhwichakhonende makhuba macheni taa namenyasa ningalushilanga makhuba kambolangaka mbaka lwa kinjila samiru cheru bosi kabemuse manyesi pak muolele Hmm. Mundu okho nindirewa bas sindi namukhumanyisya tawe nirakanje mbooli bananganga mikheso nenasinjile kura ebw mcmuneshina Mathare North Ward muryo muno nyasaye abalindi